Ikiwa utakuwa unapitia dalili nitakazozielezea, basi unatakiwa kuchukua hatua haraka sana. Magonjwa ya tezi dume yamekuwa ni hatari zaidi, hususan katika nchi yetu ya Tanzania na bara la Afrika kiujumla. Leo nimekuja na suluhisho ambalo litakusaidia kuweza kuondoa tatizo hili bila kufanyiwa upasuaji. Dalili za tezi dume ni ile hali ya kukojoa mara kwa mara sana usiku, hata kama ujanywa maji mengi utajikuta unakojoa mara kwa mara, lakini unakuwa unajikamua hata kama umebanwa na mkojo, lakini lazima unakuwa unajikamua wakati wa kukojoa, kiasi cha kwamba kinaonyesha ni kama ulikuwa ujabana na mkojo, unakuwa unalazimisha mkojo kutoka. Lakini dalili nyingine ni ile hali ya kuto kumaliza mkojo, unakojoa lakini kwenye nguo yako ya ndani kunaendelea kuloa, au ukirudi kitandani kulala sana sana hizi hali za kukojoa mara kwa mara zinatokea usiku. Sasa unajikuta umekojoa, na ukirudi kulala tena unaenda unajikuta tena mkojo umeshuka, na unasikia una hamu ya kukojoa, na ukienda kukojoa unakojoa kidogo, lakini haumalizi mkojo. Hali nyingine inaashiria kwamba tayari una tezi dume ni kuanza kupata udhaifu kwenye tendo la ndoa, yani kupungua kwa nguvu za kiume. Hali nyingine inaonesha tayari una udhaifu katika tendo la ndoa ni kuanza kupewa mkojo wenye mtiririko dhaifu, yani unakojoa mkojo ambao hauna spidi, hauna nguvu Naeleweka vizuri sana lakini, mara nyingi zaidi, ikiwa mbaya au ikianza kusambaa kwenye viungo, unaanza kupata maumivu ya mgongo, unaanza kupata maumivu ya kiuno pamoja na nyonga. Hii huwa ni hatari zaidi, kwa sababu ukisubiri tatizo liwe kubwa zaidi, utaanza kupata mkojo kwenye damu, na mwisho wa siku mkojo wako utaacha kutoka kabisa, na ukienda hospitali, unawekewa kaseta, unaanza kukojoa kwa kwa hiyo manake ni, ni, manake ni kwamba ikiwa unapitia dalili mojawapo kati ya hizi nilizozielezea, vema zaidi kuweza kufanya uchunguzi, kufanya vipimo alafu njo nikupatie matibabu. Na kama napatikana mahali ambapo na mimi, hakikisha unafika usini kwangu nikufanyie vipimo halafu kisha nikupatie matibabu ambayo itaweza kukusaidia kupona bila kufanyiwa upasuaji. Jina langu naitwa Dr. Emmanuel, daktari wa afya binadamu. Samini afya yako na uweze kuishi maisha marefu, maana afya imara hujenga taifa. Asante na kwaheri.